Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Baba Jimmy ndio ako na macho. Unaniekea ati huyu ni mimi, huyu sio mimi. Mama Jimmy anawadanganya. <laughs> <Ana ndevu. laughs> Iko na wenye waliunda sio mimi na sio Mama Jimmy. <laughs> Eka kuonyesha mboga, asitaki sana. Mimi sipendangi kunde vitamu, mm-hmm. Eri, eri, vitamu kama nyama na yeah. Zimefanya tu vizuri. Hiyo ni kitu ya kushangaza. Leo nimekula ugali sukuma, imekuwa tamu sana, ugali na sukuma. Na mimi nimekula yako nini? Yeah, amekula huyu mujanja, amekula Rolex. Mimi, mimi nilikula Rolex, yani mm -hmm. Chapati na mayai niko na nyanya na kitunguu, hiyo inakuanga. Hiyo, hiyo mimi naipenda. <coughs> mm -hmm. Kitu ya kushangaza iko juu na hii. Na hii sukuma iko tu sawa. mm -hmm. Unaweza uweka chini kamera wewe. Uweke chini kamera. Na leo Mama Jimmy ameniweka hapo ni kwa cameraman. mm -hmm. uh -huh. Unaonyesha mboga huko? Nitaonyesha.

Eh? Yeah. Miwa, miwa, mm. Sijui <coughs> kwa sababu miwa inachukanga muda mrefu kumea, sina kwanga miezi kumi na nane ama azonjo shida winter itaimaliza. mm. Yeah. mm. Tuko kwa darasa, watu wako huko wanajaribu kuamsha neti ya volleyball Sasa Mama Chimi unaendako wapi? mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Napenda lakini, eh, mimi miwa napenda, lakini mimi sipendi kunini kutumia meno, taka ikatwe na kisu kwanza mm -hmm. Iyo ndio upati ya Amerika si ndio? Ndizi kama hii sasa ndio inatesa wa... upata ni shida, mm -hmm. <coughs> E, leo mimi na mama chimi tunatembea yako mocha mbili, mm -hmm. Kwa, kwa shamba ndizi, mm. mboga. mboga nini okay hivyo hivyo tu unajua, sahi tuko kwa darasa, sasa tumekuwa kwa mafundisho na nini. Sasa sahi ni jioni, tuna tunatulia tulia, t tumeshakula sa tuonyeshe hadi kwa jirani. Mama Jimmy ataonyesha kweli kweli. Hiyo ni ngumu, hiyo inaweza kuwa ngumu sana. Na kumbe iko malenge hapa, iko sawa

ndizi, wacha nipendishe kamera kiasi ni songe mbali ionekane uh, vizuri. Uh-huh. Ni kubwa bado ah. Hmm. In, si ndizi kubwa sana bado. Heri ya huko nafikiri ni kubwa kuliko hii hapa hiyo <coughs> ni kubwa yako. Hmm. Hmm. Hmm. Inakaa inaweza ziko na hmm, kwa sababu eh, hiyo ni mzuri kitambo. Hapa ndizi zilikuanga tu ndogo ndogo kama na afya, saini afadhali sana sa naka mzuri ena zimekuwa kubwa kweli, kitambo ilikuwa tu nini haikuwa hmm. Hivi saa hizi zimekuwa vizuri hmm. Yep. So, so, yeah. yeah. tunatembea tu kidogo tukidogo ya jioni, Mama Jimmy akionyesha mambo ya shamba venye ika hapa <laughs> Mama Jimmy nafaa fanyaka ukulima tukienda ngambo eh, inakaa kweli mechapa <laughs> ama ni hii ndizi na kafe baya, wanaangalia hii, wanaita makoeko. Iko kweli ile tu kama hapa, ama ni tofauti na ile mnono kabisa? <laughs> Tofauti lakini. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. sawa sawa, Mama Jimmy. So, una enjoy darasa? Ni vizuri turudi nyumbani. Yumbani. Sawa. Mm -hmm. Hata neti musha musha kwa amemaliza si mbaya. Hmm? Sasa video ishia hapo. Nafikiri sisi guys video itaishia hapo. Nyinyi muendelee kusubscribe, kushare, kucomment. Sijui kama sauti itakuwa sawa juu sina microphone. Hmm. Tunawapenda. Bye. Yep. Bye. Yes.